Kisukari ni ugonjwa utokanao na kiasi cha sukari kuzidi katika damu. Kuzidi huku kwa sukari huifanya sukari kuwa nyingi zaidi katika sehemu isiyotakiwa, hivyo kusababisha madhara mbalimbali kwenye macho, figo, ubongo na hata mishipa ya fahamu. Sababu kubwa ya sukari kuzidi katika damu ni ukosefu au kushindwa kufanya kazi kwa kichocheo kinachoitwa insulin ambacho hutengenezwa na chembe hai zilizoko kwenye kongosho. Ziko aina mbili kuu za ugonjwa wa kisukari: kisukari aina ya kwanza au kisukari kinachotegemea insulin, kwa lugha ya Kiingereza type 1 diabetes mellitus. Aina hii hutokana na chembe hai za kongosho kuharibika, hivyo kushindwa kutengeneza kichocheo kinachoitwa insulin, kichocheo ambacho husaidia mwili kutumia virutubisho tunavyopata kwenye chakula. Aina nyingine ni kisukari aina ya pili au kisukari kisichotegemea insulin kwa Kiingereza kikijulikana kama type 2 diabetes mellitus. Katika aina hii kisukari, kongosho hutengeneza insulini ya kutosha, lakini kutokana na sababu moja ama nyingine, insulini hiyo hushindwa kufanya kazi yake mwilini. Watu wenye kisukari aina ya kwanza au kisukari kinachotegemea insulin wanahitaji sindano ya insulin ili mili yao kuweza kufanya kazi kwa kawaida. Na sababu kubwa ya wao kuhitaji sindano ya insulin ni kwa sababu kwamba chembe hai za kongosho ambazo kwa kawaida ndizo hutengeneza insulin zinakuwa zimeharibika, hivyo kongosho lao au chembehai hizi za kongosho zinakuwa hazina uwezo wa kutengeneza insulin ya kutosha. Kwa maana hiyo, watu wao wanahitaji kupata insulin ili miili yao iweze kufanya kazi uh, kama kawaida, na hii ndio sababu aina hii ya kisukari inajulikana pia kwa jina la kisukari kinachotegemea insulin, na kisukari hiki huwatokea zaidi watoto wadogo na watu wenye chini ya miaka 35. Sasa kwa kisukari aina ya, ya pili, hapa chembe za kongosho zinakuwa zina uwezo wa kutengeneza insulin ya kutosha, lakini tatizo linakuwa kwamba kwa sababu moja au nyingine, ile insulin inayotengenezwa na kongosho haiwezi kufanya kazi ipasavyo. Na insulin inaposhindwa kufanya kazi, maanake ni kwamba virutubisho ambavyo tunavipata kutoka kwenye chakula vinashindwa kutumiwa na mwili kwa ajili ya kazi ambayo virutubisho hivyo huwa vinafanya. Na virutubisho hivi ni kama vile protini ambayo huwa inatumika kujenga mwili, alafu kuna sukari ambayo inatokana na wanga, ambayo hii hutumika kutupa nguvu na joto katika miili, miili yetu. Lakini pia mafuta ambayo pia hutumika kutoa nguvu na joto mwilini. Sasa kichocheo cha insulin ambacho kinatengenezwa na kongosho kutokana na eidha kuto kutengenezwa cha kutosha au kutengenezwa cha kutosha lakini kushindwa kufanya kazi ipasavyo, kinachotokea ni kwamba virutubisho tunavyokula katika chakula vinashindwa kutumiwa na mwili kwa pamoja. Sasa kitendo cha eidha insulin kuto kutengenezwa ya kutosha au insulin kutengenezwa ya kutosha lakini kuto kufanya kazi inavyotakiwa kunasababisha virutubisho ambavyo tunavipata kutoka kwenye chakula ambavyo ni protini, mafuta na sukari kushindwa kutumika kufanya kazi ambavyo vinatakiwa vifanye. Na kitu kikubwa kinachotokea hapa sasa ni kwamba unakuta kwamba sukari ambayo kazi yake ni kuupa mwili nguvu na joto inashindwa kutumika, na sukari ikishindwa kutumika, maanake ni kwamba inabakia nyingi katika damu na katika ugonjwa wa kisukari tatizo kubwa ni sukari kuwa nyingi katika damu. Sasa, kutokana na sukari ambayo tunaipata kutoka kwenye vyakula vya wanga kushindwa kutumika ipasavyo, maanake ni kwamba inakuwa nyingi katika damu, haiwezi kutoka kwenye damu na kwenda kwenye chembeai, ambako kwenye chembeai huwa inavunjwa kutengeneza nguvu. Sasa, kutokana na kwamba homoni ya insulin au kichocheo cha insulin hakipo cha kutosha, ile sukari inabakia nyingi kwenye damu. Na katika ugonjwa wa kisukari tatizo kubwa sasa ni sukari kubakia katika damu, ambayo kama tutavyokuja kuona hapo baadaye inaleta madhara katika viungo kama vile macho, kama vile figo, kama vile ubongo, aa, mishipa ya fahamu pamoja na mishipa ya damu. Ndio matatizo ambayo yanatokana na ugonjwa wa kisukari, ambao tatizo kubwa ni sukari kuwa nyingi katika damu, kwa sababu kulikuwa na tatizo la kichocheo kinachoitwa insulin maanake ni kwamba ile sukari ikashindwa kutumika ipasavyo ikabaki nyingi kwenye damu. Sasa hii sukari nyingi katika damu ndio ambayo inakuja kuleta madhara ambayo yanaendana na ugonjwa wa kisukari. Sasa katika kisukari aina ya pili au type 2 diabetes, ambayo pia inajulikana kama kisukari kisichotegemea insulin, hapa kongosho linakuwa lina uwezo wa kutengeneza insulin ya kutosha, lakini kutokana na sababu moja au nyingine ile insulini inashindwa kufanya kazi. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta kwamba insulini inatengenezwa ya kutosha, lakini haiwezi kufanya kazi yake ipasavyo. Kwa hiyo virutubisho vile tunavyovipata kutoka kwenye chakula, kimojawapo kikiwa ni sukari, vinashindwa kuchukuliwa kutoka katika damu na kuingizwa katika chembeai ili kutumika kutengeneza nguvu. Kwa hiyo tatizo linabakia pale pale kwamba sukari inabaki nyingi katika damu. Ikumbukwe pia asilimia zaidi ya 90 ya ugonjwa wa kisukari ni kisukari aina ya, ya pili. Kisukari aina hii huwapata zaidi watu wenye umri kuanzia miaka 35, japo siku hizi aina hii ya kisukari inaongezeka sana kwa watoto wadogo pia. Japo ya kuwepo kwa njia ya kurithi, sehemu kubwa ya kisukari aina ya, ya pili huchangiwa na mitindo mibaya ya maisha kama vile lishe isiyo nzuri na ukosefu wa mazoezi.